Turudi sasa tuizungumzie Mbulu Hill kwa undani wake zaidi. Uh, mtu ambaye anatazama au anasikiliza kwa wakati huu ajue Mbulu Hill ina vitu gani? E, nikifika pale Mbulu Hill mtu ametoka, e, sehemu mbalimbali, amefika Mbulu hapa, anakutana na Mbulu ine, anakutana na huduma zipi ambazo zitamfanya yeye ajisikie kweli anatumia ila pesa zake akiwa hapa Mbulu? M Mbulu Hill ni kwa sasa naweza kusema kwamba ni sehemu nzuri, mahali unaweza kulala vizuri kabisa na pako kwenye eneo tulivu, nje kidogo na mji. Sina maana kwamba ni mbali sana, kwa sababu ni kama umbali wa kilomita moja na point kutoka katikati ya mji. Kwa hiyo ni mahali ambapo hata bodaboda inaweza kukuleta kwa elfu moja kwa hiyo still sio kwamba ni, ni mbali sana ila pamejitenga kidogo, pamezungukwa na miti yaani unasikia milio ya ndege, sio kelele za, za, za garage. Yes, kwa hiyo kuwepo tu Mbulu Hill kunaweza kukuondolea stress kwa sababu hiyo. Lakini vyumba vyetu ni vizuri, vitanda vyetu ni standard naweza kusema kwamba ni standard ya hoteli nzuri kubwa ambazo ni za bei ghali, ila kwa sababu tu ya mazingira huwezi kuuza kwa zile bei ambazo wengine wanauza. Unaweza usitofautishe Mbulu Hill na Parrot Hoteli ambayo iko Arusha. Ya nishawahi kulala Parrot Hoteli, kwa hiyo yeah, hotel. Si, si naweza kusema kwamba pengine pangedi zeu nishawahi lala moja Morogoro, na nalala na Bagamoyo, lakini naweza kusema kwamba tofauti ni bei kwa sababu ya maeneo, lakini sio uzuri yes, yeah. Mteja akifika hapa chumba cha bei ghali sana hapa kwako ni shilingi ngapi? Ni laki moja na nusu, ndio vyumba vingine vina renji kwenye laki na thelathini laki moja, elfu themanini, elfu sitini, elfu hamsini, elfu arobaini. Mtu wa aina yeyote mwenye kipato chochote cha mtanzania wa kawaida anaweza kulala? Kabisa, analala kwa sababu elfu arobaini ni chumba cha kawaida, lakini huwezi fika kwenye hizo hoteli kubwa ukakuta chumba cha elfu arobaini kina chenyewe, unaweza kukiangalia, utaona hakina tofauti na chumba cha elfu sabini na tano. yes kwa hiyo na huduma zingine ambazo mtu unazipata tofauti na malazi, kuna chai ya asubuhi nzuri, yaani yenye uh, seme maandalizi ya tofauti uh, vitafunwa mbalimbali, sio vile. Yes, sio ile mkate na na, na yai, no. Ya ni buffet eh, lakini sambamba na hiyo package hiyo hiyo ya elfu arobaini unapata free wifi, unapata dina. Yes eh, kwa hiyo huwezi kusema ni ghali, kwa sababu hata ungelala sehemu ya elfu ishirini na tano chakula utajitegemea, pengine panaweza pakawa ghali zaidi. Wakati ukiwa Mbulu Hill, umefika vyumbani unapata maji unapata mswaki dawa ya meno lakini, ukienda kwenye hizo zingine, utanunua hizo vitu. Kwa hiyo mwisho wa saa utajikuta gharama zimeenda pengine hata juu zaidi. Kwa hiyo tunawakaribisha watu wote wa sampuli tofauti. ya kuna swimming pool ambapo mteja wetu kuogelea, ni sehemu ya pakeji ya chuma ya yeah, na kubwa zaidi na, kwa mfano mimi ni kija wa elfu uh, uh, arobaini na arubaini, yule wa laki na nusu, zile huduma zile zile care ambazo wanapata, yule wa laki na hamsini ambao anapata, na huyu wa laki na, zinafanana au zinatofautiana vipi? Tutatofautishaje kati ya arobaini elfu na yule wa juu kabisa? zinatofautiana, zinatofautiana. Kuna vitu vya ziada ambavyo walaki na nusu wanavipata anapokuwa chumbani kwake yeah. yes. Yani anapata vitu vingi tofauti na wa elfu arobaini. Vivyo hivyo wa elfu themanini anapata tofauti na walaki na nusu. Vivyo hivyo walaki na thelathini anapata tofauti yeah. Yani kuna vitu common ambavyo wanavishare kama breakfast hata dina ni tofauti ya yeah, kwa sababu mtu analala chumba cha laki na nusu uwezi kumpa dina ya labda mboga moja bifu peke yake ki, utasogea kidogo tapata kitu cha kula mm. Uh, okay. Una, unafanya kazi kama familia Mar, mara nyingi kwenye familia kuna mambo mengi. Mama wewe, oh, ndoto yako unatamanigi? Mimi hata kabla hujaolewa walikuwa wanatamani ufanye jambo jambo fulani lakini kishaolewa vikwazo, mume anataka muende hivina, mwende hivi na mume ndio anataka asikilizwe. Kwa kweli imekuwa rahisi kiasi gani? Yani, ninachomshukuru Mungu leo na hata milele, sisi hatujawahi kuvutana kwenye mambo ya maendeleo. ya huyu ameleta wazo, yaani sio lazima wazo litoke kwa mwanaume au litoke kwa mwanamke. umeleta wazo, unaliweka mezani, tunalitizama kwa pande zote wote wawili, ikiwa hivi inaweza kuwa hivi, ninaweza kuwa na ups and downs kwa namna hii, lakini tujaribu hivyo. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kwa kuelewana. Ndio, kama mwanamke unaweza kumfanyia mmeo surprise kwamba la, maybe labda tuchukule, umejenga labda nyumba mwanzo mwisho mpaka imekamilika, alafu nawambia meo wangu cekakuonyesha nimejenga nime nyumba, unaweza kufanya hivyo <laughs> Yaani binafsi naweza kusema inaweza kuwa ngumu kwa sababu unakuwa umepata wapi kipato cha kufanya hiyo surprise? Una, una, una uwezo <laughs> <laughs> yaani uwezo huo unatoka wapi? Kwa sababu kipato kinachopatikana ni cha familia, kinakwepo kinakwepo mezani, kwamba labda tuna milioni ishirini, hizi milioni ishirini tunaenda kufanyia nini? Sasa hiyo ya surprise, wewe unakuwa umepata wapi Yaani hela hiyo hiyo unaiba, unaenda kufanyia surprise, au unafanyaje sasa? umejiongeza kwa namna ipi? Aya, ni hiyo kwa kweli, sijui ya, nasi, ya, yani kwanza sijui yaani nasitaki ni experience mm -hmm, ya kwa sababu ninachojua tunachokipata sisi hatuna cha hichi, ni cha mama, hichi ni cha baba. Watoto mm -hmm, wanaenda shule tunawaambia haya, leta mahitaji, andika mahitaji yako leta mezani, tunaangalia wote haya, tunajumlisha, hii hapa ni ya muhimu, isiwe ya muhimu, anapewa hayo mahitaji, anaondoka. Yani hatuna ule utaratibu kwamba mtoto akienda, mama anaenda kuongeza kitu au baba anaenda kuongeza kitu bila bila mama kufahamu, hapana. Yani kila kitu kinakuwa bayani. Ndiyo. Unamwambia nini sasa yule mwanamke ambaye ana ndoto lakini kwake imekuwa ni ngumu kuitimiza ndoto yake? unapenda kumshauri ni kumtia moyo? Ninachoweza kusema ni kwamba jishughulishe, kijishughulisha. Mungu anabariki kazi ya mikono yako, yaani vyovyote vyote vile vile akili yako inakutuma swala la nitafeli au nitafaulu, unalikuta mbele ya safari, kwa sababu huwaga hamna kufeli, aidha ufaulu ama ujifunze. Hicho ndicho ninachokiamini katika maisha. Yaani huwa siamini kwamba, kwamba nafeli. Hapana, nakuwa nimejifunza kitu pale ambacho kitanisogeza mbele zaidi. Hapa ndio tunajivunia usabibu, pia, ume, ume, toa, ibu, kwa sababu pia umetoa ajira. Hivi unaweza kutuambia kwa haraka haraka, ume umesaidiaje jamii wewe kwenye shughuli zako? Nimesaidia pakubwa sana sababu mwanzoni kama nilivyokuambia, nini kilitupelekea kuwa na migawa ma... ya maziwa, kama nilivyokuambia mimi ni afisa mifugo, ulihamasisha watu wafuge ngombe wa maziwa kulingana na mazingira mazuri ya Mbulu, mazingira ya baridi yanayowezesha ukuaji wa ngombe wa maziwa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba kwa, kwa kipindi ambacho niliajiriwa, kazi kubwa niliyoifanya ambayo hata ungeuliza wataalamu wenzangu ambao nimeanza nao kazi ni kuhamasisha watu kufuga ng'ombe wa maziwa kwa sababu ni zao ambalo unalivuna kila siku, kwa siku mia tatu na tano. Sasa siku mia tatu na tano ni almost mwaka, yaani wee unavuna tu kidogo kidogo, haijalishi unavuna kiasi gani kulingana na unavyotunza, lakini ni zao ambalo unalivuna kila siku kila siku kila siku, siku gani? kwa hizo siku zote ni zao gani wee unalivuna kwa, kwa muda huo na pia hiyo fursa ya hali ya hewa nzuri ya ubaridi, malisho yapo. Kwa hiyo tulijitahidi, na pia serikali iliwekeza sana wakati huo, kuna miradi inaitwa DADIPS, watu wanaibua hiyo miradi, watu wanaibua miradi ya ng'ombe wa maziwa, tunawasimamia, watu wanaendelea kupata elimu, watu wanahamasika, mwisho wa saa tukawa na maziwa mengi yakawa yanakosa soko. Inafika kipindi cha cha, cha masika, watu wanashusha bei kutoka mia nane by then mpaka mia tano. Utaki unaondoka naye kwa, kwahiyo nikaona hao watu tuliwahamasisha kufuga tunaweza kuwasaidiaje? Kwa hiyo pamoja na kuwatafutia masoko maeneo mbalimbali, lakini pia na mimi nikasema hapana, ngoja nianzishe migahawa midogo ya ya, ya, ya kuuza maziwa. Uza maziwa bora kwa ajili ya kuboresha afya za watu, lakini pia kwa ajili ya kuwapatia soko. Kwa maana hiyo, naweza kusema kwamba kwa namna moja au nyingine, hata pengine na hizi baraka ninazoziona, ninaweza zikawa zinatokana na, na, na wafugaji wa mbuzi, kwa sababu angalau anazalisha, anajua anapeleka wapi maziwa. Kwa hiyo angalau maziwa yale kwenye soko yanaenea kwa kiwango fulani ya, siwezi kusema kwamba yote tunachukua, hapana. Sasa kwa sababu hiyo, migawa mingine na yenyewe inaendelea na sisi tumeongezea nguvu hapo, maziwa yakawa yamepata yame, yame, yame, yame soko na bei ikawa angalau imesimama. Saizi Mbulu huwezi kupata maziwa lita chini ya elfu moja na mia mbili kutoka kwa mfugaji, huwezi. Kwa hiyo yani ile bei ikaja kusimama haijalishi kuna masika, haijalishi kuna kiangazi tena. Kiangazi ndio hiyo, wanasogea hadi 1300 kwa leo, masika hivyo hivyo angalau 1000, lakini hakuna mahali tena maziwa yananunuliwa chini ya shilingi 1000 kwa leo, yeah. Kwa hiyo, hiyo, hiyo naweza kusema kwamba ni sehemu moja hapo ya ajira, lakini pia hata watumishi ambao wanafanya kazi kwenye hiyo migahawa na wenyewe wanapata kipato na wenyewe wanasogeza familia zao, lakini hata ambao wanafanya kazi kwenye hoteli, japo sio wengi kulingana na wateja, lakini bado na wenyewe wanapata wanapata ajira. Yes. Ngea sana kwa kuapply kozi yako ambao ulipata huko chuoni, ukoja ukawaambukiza wengine, na mafanikio ma, ma, yamepatikana tunayaona um, kwa, kwa wewe kwenye swala la usimamizi uh, watu wengi wakianzisha jambo huwa wana baadaye wanalamika imeanzisha lakini nimefeli biashara. Mtu ameanzisha hoteli yake, mara mara imefungwa, mara imebadilishwa matumizi imekuwa ni nyumba ya kupanga, e, mara sijui imekuwa nini. E, kwako, kwa unafanyaje kuhakikisha usimamizi unakuwa thabiti na haurudi nyuma, wewe unasonga mbele? E, changamoto zipo, changamoto zipo, ndo hivyo, unaajiri msimamizi na wewe unajitahidi kuwepo kwa ukaribu kila muda wa ziada unaopata baada ya saa za kazi unakuwa umisi, unasimama kwenye biashara zako. Changamoto zipo za kutosha kabisa, ya wale, sio kwamba ni rahisi, lakini tunapambana, tuna nazo, tunasogea. Ndio mazingira ya ya sasa hivi. Kwa wazao kama nyie ambao mnajishughulisha na shughuli kama hizi, mazingira ni rafiki, mazingira ni rafiki, ndio Yaani changamoto ni hivyo tu kwamba ukiwa mtumishi wa umma pia uwezi kupata muda mwingi wa kufanya shughuli binafsi, kwa sababu ule muda mwingine si unakuwa kazini, ndio kwa hiyo. Lakini si kwamba kuna mazingira ya kwamba kwenye mila kuna vikwazo, hapana. Ya Mbulu ni sehemu nzuri sana. Yes. Kwa yule ambaye anataka kuweka booking ameweka uh, utaratibu gani uh, wa kuweka booking? Kwa mtu ambaye anataka kuweka booking, anataka kufika Mbulu mwezi ujao, wiki ijayo, utaratibu wa uh, kufanya booking upoje? Mhm, mm, kufanya upoje, kutupata namba zetu za simu. Namba yangu binafsi ni ziro saba nane mbili sabini na tano hamsini ziro moja, na ya mume wangu ni ziro saba nane tano tisini na tisa thelathini thelathini na sita ya hizo ni namba ambazo wakati wote zinapatikana kwa ajili ya biashara. Bila shaka umejifunza mambo mengi kupitia mazungumzo yetu uh, baina yangu mimi na Mrs. Gwandu. Amezungumza mambo mengi sana kuhusu maisha, lakini wewe, ambao na ndoto yako, unataka kuipalilia ndoto yako, umesikiliza mbinu ambazo anazo licha ya kuwa kwamba yeye ameolewa. Yeye na mme wake ni marafiki, wana share idea zote na kile ambacho wanakipata wanashirikiana. Bana, mimi nataka kufanya hivi, huyu nataka kufanya hivi na wanasapotiana, mambo yanakwenda. So mna, kishaoana mnakuwa kama paka na panya, huyu akifanya hivi mm -mm. huyu akifanya hivi mm -mm. sio hivyo. Mimi naitwa Johnny Walter, hapa ni Mbulu. Ukifika Mbulu mjini, wewe ambao unataka kupumzika sehemu nzuri ambayo kuna free wifi, mtandao kusumbuisumbui. Unataka kuwasiliana ndugu zako, marafiki, kuingia kwenye mitandao mbalimbali, hapa ni bure kabisa, unaipata na vyumba ni bei rahisi, kuanzia shilingi elfu arobaini za Kitanzania mpaka shilingi laki moja na nusu Ni wewe tu unataka kuanzia shilingi ngapi. Kuna floor za chini, alafu kuna juu.